Kati wa sauli Samueli, King Saul alikuwa amefukusa manabii wa uongo na wachawi katika nchi ya Israeli. Kenya imejaa manabii wa uongo na wachawi, ndio maana unaona wanaota mtoto atibulani atakufa, Tanzania kutakufa, Uganda kutakufa. Enye manabii wa uongo, Bwana amenituma ninene hii neno, Samueli wa kwanza kifungu cha ishirini na nane Kwanzia msali wa tatu, maandiko inasema, na Samueli akakuva na akashikwa kule Lama katika mji wake. Sauli naye alikuwa amewafukusa wachawi na madivainas kutoka hinji ya Israeli. Msali wa nne spita Samu... ikatokea wabilisti wakaanza kupigana wakatokea kumpiga Sauli. Msali wa tano Sauli akauliza Mungu na manambii hakujibiwa. Ukiacha Mungu manabii hawawezi kukuongelea. Wale manabii wako Kenya, wamebaki ni manabii wa uongo. Manabii wa ukweli wamenyamaza, hawaongei. Nabii wa ukweli anaongeanga katika utakatifu. Musali wa sita Samueli Saulo akasema atavutiwe mwanamke mchawi mganga akatafutiwa, wakaenda huko. Wakati mwanamke aliyomwona Sauli, akamwambia unajua, Sauli alibadilisha mavazi, akavaa mavazi machafu. wakati walipika kwa ule mama mchawi, yule mama akamwambia, unajua, mfalme Saul alikuwa amefukuza wachawi huku. Sauli akamwapia, akamwambia sitakufanyia kitu, nimpandishie ni Samueli Samueli alikuwa amekuva miaka ya kitambo na akaambia Saulu, Mungu amekukataa. Samueli akapandishwa kutoka kwa wafu, naongea manabii wa uongo hata wanaitanga mizimu, watu wanaamuka. Wanafanya miujiza ya kiuongo ya kishetani. Kama wewe ujui Mungu na ujui maandiko, unabebwa na unatekwa na mitego yao. Samueli akaitwa mwanamke alipoona Samueli akitoka chini akapiga nduru, akaulizwa na Saulo, unaona nini? Kasema, naona Mungu akitoka chini ya dunia, chini ya nchi. Akaulizwa anakaa nini? Akasema mpano wake ni mzee aliye na mfi, akajua Sauli akajua huyo ni Samueli. Samueli akapandishwa, Sauli akamwambia nimeteseka, nimeuliza Mungu kwa manambii kwa ndoto kwa urimu, sinjibiwi, Mungu ana nyamasanga manabii wa uongo na waumbiri wa uongo Mungu atawanyamasia, na mkienda kwa huyo mganga utachinjiwa mbuzi na utakufa. Nimesema kuna mganga hapa wa, waumbiri hapa wengi Kenya wanachinjia watu kuku na mbuzi, na laani hicho kitendo, na kama ulichinjiwa na kuambia hivi utakufa kama Sauli. Msali wa ishirini na tano, sikia vile sauli alikufa.